Changamoto baini kwa kina mama wanaweza kuwa wanahitaji huduma, wengine wanahitaji tu ushauri, wakafikiri ni tatizo kubwa, lakini pengine sio tatizo kubwa. Wengine wakawa na tatizo, wanakuwa waoga kupata hizo huduma, lakini ukiwashauri wakisikiliza vizuri, wako tayari kuhudumiwa. Matatizo ya kukosa watoto, matatizo ya akina mama, wana matatizo mengi yanahusiana na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, uvimbe mwingine kwenye mayai, anakuwa haelewi ni kitu gani, lakini akisha akisha akishajieleza shida yake ukampima na kumfanyia na vipimo, unamweleza shida yako ni nini, lakini basi, unahitaji kama anahitaji upasuaji au kama anahitaji tu dawa, unamweleza na anaelewa. Wengi wanakuja hawaelewi chanzo cha tatizo, wakifika hapa tukishawapima tunaanza kueleza hichi, sababu inaweza kuwa ni changamoto uliopata ni hii au changamoto ni hii, ndo tunaeleza kulingana na tutakapo wapima. Na washauri akina mama wote wenye matatizo yanayohusiana na uzazi wafike mahospitalini, wapimwe watapata ushauri mzuri, watagundulika wana tatizo gani, watahudumiwa na watakuwa vizuri, badala ya kutegemea tu kwa waganga wa kienyeji. Mwisho wa siku wanaanza kachelewa lile tatizo lake nikachelewa ikawa ni kugumu, inakuwa vigumu kuatibu. Changamoto nyingine ni kutokana na uh, shida ya matumbo. Wengi wanakuja na shida ya matumbo, ambao nimeiona kwa ambao nimewaona kuna huyo mdudu wa chipailori ambaye anasababisha pia shida ya tumbo, ambaye ni asidi na mwagika nyingi, analeta michubuko kwenye tumbo, na huyo ni mdudu wa uchafu. Inabidi hata tukianza matibabu lazima mwelekeze usafi wa kunywa maji safi na salama, vyombo vyake viwe vikavu, asilie kwenye sahani ambazo zina maji maji yameosha bombani, matunda atumie aoshe kwa maji safi na salama, hata kuswaki pia watumie maji safi na salama. Kwa hiyo tumewapa maelekezo, lakini ni wengi ambao wanaonekana wameshatibiwa afu amerudi tena, tukipima ule mdudu tunaona bado yupo, lakini bado kuna ile uh, tunasema uh, culture ni utamaduni ambao walikuwa nao, wanaona kwamba wakitibu kwenye tiba asilia wanapata nafuu, na pia elimu duni ipo. Wengine wanasema tumefika hospitali tumetibika, lakini hatujapona, tumeenda kwenye tiba asilia tumepata nafuu. Mwitikio kwenye kambi yetu ya macho ni mkubwa, na kuna changamoto mbalimbali, baadhi ya wagonjwa wamegundulika nazo, mfano mtoto wa jicho, presha ya macho na mingine mengi, lakini makubwa ndio kama hayo. Kwa hiyo nilikuwa na ushauri watu kama atapata shida ya macho ni vyema kukimbilia hospitali kuliko kwenda kwa mganga wa kienyeji, kwa sababu kule ndo anaenda kuharibu tatizo zaidi. Sasa hatuwezi kuweka zile dawa za kienyeji kwenye macho eti, inabidi tupate prescription kwa daktari, lakini sio kwa yule kwa mganga. Hatuwezi kujua zile kuna sumu kiasi gani kwenye zile dawa zake. Mto wangu kwa wananchi ni wawe wana mazoea ya kufanya check up za macho mara kwa mara, na akipata tu tatizo la macho aende hospitali, na badala ya kujitibu mwenyewe nyumbani au wakati mwingine akimbilia kwa mganga, anaenda kuharibu tatizo zaidi. Kwa hiyo kuwahi hospitali ni njema zaidi. Wagonjwa ambao tumewaona mpaka sasa, changamoto zao nyingi kubwa ni changamoto za meno, kutoboka meno yao mengi yametoboka, ya na tabia hatarishi nyingi zinazopelekea haya meno kutoboka ni ya kwanza kutokupiga mswaki vizuri ipasavyo, lakini pia tabia nyingine hatarishi ni matumizi ya vyakula vya sukari mara kwa mara. Kwa tunapobaini wagonjwa kama hawa, kuna viashiria kwenye meno huwa tunaviona, ambao vinaonyesha huyo mgonjwa kiwango cha matumizi ya sukari kwake kiko juu. Tunawashauri pia ili kujaribu kuvipunguza. Kingine pia tunawashauri kutembelea hospitali mara kwa mara kwa ajili ya uchunguzi wa afya zao wasisubiri mpaka tatizo liwapate jamii kama jamii inabidi kwanza ielewe magonjwa haya yapo hayapo tu yapo haya sehemu tofauti tofauti afya ya mtu ni bora zaidi kuliko kitu chochote na ukizingatia kwamba unahitaji una, una hii huduma na unahitaji kupata kuku, huduma ya, ya, ya, ya, ya, ya kitabibu ni vema ukafata hivyo kuliko kusikiliza masuala mengine ambayo siyo tija kwako. Afya ya mtu ni bora zaidi. Unaposhauriwa kupata huduma ya kiafya kwa sehemu husika ambayo ni stahiki, ni bora ukafanya hivyo kuliko kufata mira nyingine ambazo wakati mwingine unakuja kujikuta umetumia gharama kubwa sana kwa ugonjwa ambao ulikuwa ni mdogo, unaweza uka, ukatibiwa kwa gharama ndogo na kwa, kwa, kwa muda ambao ni ni, ni, ni mfupi. Tumekuja tujikuta kwamba watu wanakuwa na imani potofu, mwisho wa siku anakuja kujikuta amekuja katika muda ambao umeenda sana, ugonjwa umeshakuwa mkubwa na anajikuta pia, hata tukileta hizi kliniki za mabingwa unakuta labda hata ugonjwa umeshakuwa mkubwa zaidi, anahitaji kwenda kusafirisha kwenda sehemu nyingine ambayo ni hospitali kubwa zaidi <muchasana>